Kwa wanaume unapokuwa na tatizo hiyo hiyo kwamba umekula uh, chakula kile kiko refined, na baada ya digestion kime release glucose, na glucose ni nyingi, insulin inabidi ikuwe nyingi, na insulin ikiwa nyingi inapunguza u, u, ubora wa mbegu za kiume. Tafiti zimeonyesha kwamba wanaume wanaokula wanga uliokobolewa kama wali, chapati, sembe mkate mweupe mahamri, wanakuwa na idadi ndogo ya sperm au sperm inakuwa haina nguvu au motility inakuwa ni ndogo, na au wanakuwa na low sperm count, na hilo ni tatizo kubwa. Mkiniona nikipiga kelele vile, nikiona mwanaume ameshika sembe, yaani sima iko nyeupe, naumia, naumia kabisa, kwa sababu ninagundua tu ni kwa sababu hajui nikiona mwanaume ameshika rice kweli kabisa anakula rice hivi, naangalia anasema, huyu ni wa kabila gani jamani? Ni wa wapi huyu, anakula rice hivi kweli? Hajui kama rice ni mbaya, kwa sababu hii iko na madhara kwake, iko na negative effect kwa mfumo wake wote, unaomsababisha mwanaume atakuwa mwanaume, huo mfumo ukiwa performance yake iko ndogo, unataka kupata watoto, lakini umeambiwa wewe uko na shida. Mwanaume, naomba nikuulize: Je, yeah, unajisikia vizuri kabisa au unajisikia kidogo kuna matatizo? Wanaume mnaogopa kusema. Sasa, si mwache kukula rice eh? Kama hata kusema inakuwa shida, si hata na rice mwache kula.